Zoezi hilo limefanyika katika maeneo mbalimbali ya Temeke jijini Dar es Salaam, ambapo mratibu wa taifa wa tiba za asilia na tiba mbadala Dr Ligile Vumilia ameeleza nia ya kuondoa mabango hayo. Temeke hali ni mbaya sana, na haya mabango yako mengi sana kama ulivyoona kazi ilivyofanyika, na kwa sababu yanaenda tofauti na sheria ya tiba asili na tiba mbadala, sheria namba 23 ya mwaka elfu mbili na mbili ambayo inakataza ubandikaji wa haya mabango. Kama wewe unatibu tibu, tibu wagonjwa, watakutangaza, lakini usibandike mabango kama haya ambayo yanapotosha jamii. Kwa kweli, hali ni mbaya, mengi yanatia aibu, mengi yanapotosha na sio tiba asili. Ndiyo, kama ulivyoona, kama hili kutuliza ndoa. Nadhani ndoa haitulizwi kwa mganga, ndoa ni mwanamke mwenyewe na mwanaume watakaoituliza pesa za majini sidhani kama ni tiba asili kwa hiyo yamekuwa yakitukera kwa muda mrefu ndio maana tumeona tuanze temeke kwa sababu temeke kuna waganga wengi na wengi hawajajisajili mratibu wa tiba asilia na tiba mbadala kutoka manispaa ya temeke bi margret pesa mbili amesema sheria itatumika kwa yeyote atakayerudisha mabango hayo natoa wito kwa wananchi wote wa temeke kwamba kama walivyoona kwamba tumeanza kutoa haya mabango. Kwa hiyo naomba wasirudie kuweka tena haya mabango, kwa sababu tulishawai kuyatoa tena. Hii ni mara ya pili sasa hivi tunatoa. Tuna ahadi kabisa kwamba hatua kali za kinidhamu zitachukuliwa kwa wale wote ha, watu watakaorudia tena kuweka mabango kwa sababu ni uchafu. Aa, watu wanadanganya watu tu, wanakula pesa za watu tu bure, sijue wanasafisha nyota o, sijue mfigo o, sijue nini, watu wanatoa pesa ya bure tu. Mimi nashukuru sana serikali kwa kufanya kitendo hichi cha kuongoa mabango yote na wasirudie tena. Mtazamaji, ni maafisa kutoka baraza la tiba asili, tiba mbadala kutoka wizara ya afya na ustawi wa jamii, wakiwa wanafanya zoezi la kuondoa mabango mbalimbali ambayo yameonekana kuenea katika eneo la Temeke, na hii ni moja ya bango ambalo limeandikwa jiunge na Freemason na watu wanaoji Je, usipofanya kazi, unaweza ukapata fedha kwa kujiunga na Freemason. kutoka eneo la Temeke jijini Dar es Salaam, Samaela, ITV.